Nina wimbo Nina wimbo mimi wimbo wa shukrani wimbo wa shukrani wimbo wangu wa moyo mimi e, misimetua asante sana kwako ambao umesha subscribe channel yangu ya Mastaz TV, na pia unazidi kunifuatilia kwenye chaneli yangu hii. Kama nilivyokuambia, naitwa Alex Ali 26 Nyuma ya kamera niko na Kabai Samtumbadi. E bana, leo tuko kivingine sana. Tumekuja Kikristu kwa wale ambao ni Wakristu, leo tumeletea vitu vyenu bana. Leo tuna mdabi mdada hapa, tunakwenda kumsikia kama mlivyosikia livyoimba Tenzi za Roho, zipo za kutosha. Kusijui nini, vitu kama hizo vyote tunavipata huko. Habari yako dada? Tumeamka na upepo wa Mungu aidha imani ya Bwana. Sasa bana, mm. Kuna wanao kutazama pale pengine wangetamani wajue majina yako, unaitwa nani? Naitwa Jeany Kashindi. Hilo ndio jina la kazi ya ndio jina la baba na mama? Jina la baba na mama Asindi Jeany. Ina maana nanyi wachungaji wa Kristo kuna namna mnabadilishaga mna majina, mm. Kwa nini? Nimependa hizo jina ndio maana tumebadilisha. Au ndo jina la ubatizo? Amina. Jina la ubatizo <laughs> ni ilo ilo tu. Ni lile lile. Mm. Kuna kuimba hapa kama tulivyokusikia, tungetamani tujue muziki wako ulianza muda gani? Muziki wa sasa hivi. Nimeanza zamani tu. Kuanzia mwaka mm -hmm, elfu mbili na kumi na mbili ndio nimeanza kuimba. Mm. O, Ndio hapo ndo kwanza ulikuwa unaimba kwenye makanisa hizo, ndio vile ulikuwa unaimba kwenye kukodiwa kwenye makanisa. Hmm. Sawa, na sasa hivi kwenye muziki una muda gani, aidha kwenye kwenye na gospel hizi. Gospel naimba gospel aidha kwaya hizi sio? uh -uh. Kwaya. Ni kwa nini? Nimependa tu gospel. Hmm. Uwa, uwa posi ubinafsi lakini na solve swala la, la, la muhimu kwa, kwa Mungu. Ilangu. Hmm. Tu ila mzami ni tunaye tunaye tunaye? Hmm. Sasa hivi tushatoa nyimbo ngapi? Moja tu. Tu. Na nyimbo imeenda kwa jina gani? Ni Nui. Uliandika mwenyewe ila ndio vile usaidiwa. Nimeandika mwenyewe. Sasa hivi video tayari ishatoka? Itatoka kesho. Kesho. Mm. Kwa hiyo tujiandae tu kusupport. Ndiyo. Bwana asifiwe. Amina. Utaandika jina gani sasa katika ile caption ya pale chini? Mungu mu, muhimu sana kuandika wimbo au jina? Sasa baada ya kuandika caption ya wimbo kuna maneno waga yanafuata pale YouTube kwa chini, e, inas, inadhani kwamba wanasemaga title. Sijui anasemaga kama title hivile. Unamweka Mungu pale. mm -hmm. Hivi ulianza kuingia una muda gani kwenye kanisa? Zamani sana. Hivi na miaka kama kumi hivi. Hiyo kanisa ndo ni imani ya baba na mama aidha wewe ni imani ya mume wako? Bye, baba na mama. Mm. Mama mwako sio Mkristo? Ni Katolika. Katolika. Kwa nini mtengane hivyo? Kwa nini mwachane kiimani? Ah, yeye ndo ameniruhusu nianze imba kwa. mm. Kwa sababu Katolika waimbagi wanaimbaga, ila siwezi weza kuimba kule, sijavizoea. Inakuwa ni kwa nini? Kwa sababu kule wanaimbaje vile vinakushinda. Ni vile vile kisiwa naimbaga tu. Sivyo zaje. Nyumbo yetu usema inaenda kwa jina gani? Ninue. Kwenye channel ya nani sasa? Pengine kuna kuna meneja amehusika sana hapo kufanya iyo kazi, yupo inuke Ndo anaipandisha au wewe, yeye? yeah, yeah, na mimi sote. Vipi, vipi nani, mashabiki wako audio walipokeaje? Walipokea tu vizuri, amesema ni nzuri. Una hiyo audio? Ninayo. Mtusikie mm kidogo, tusikilize watazamaji, au unasemaje? Vizuri. Sio ni vizuri?

Kata kata, tusiopata uhondo wote. Saa labda, labda tunatamani tujue hiyo nyimbo <coughs> Kili ukuta nini mpaka ukayandika hiyo magumu mengi mm. Na magumu kwamba yapo kwako, aidha ndo hivi vile umeangalia kwa mtu. Yapo kwangu. mm. Magumu gani sasa, ndo tuambie. Maisha tu. Maisha, maisha magumu sana, si vitu kana hizo. Sawa, labda tungetamani tujue saa hivi yupi ambaye kufanya na utamani kuwa mwimbaji sana, aidha msanii gani wa kigospo wa kikwaya alikuwa alikuhamasisha na wewe mwimbaji unatamani kuwa kama yeye Kumeona mm -hmm. mm -hmm. Tamani niwe kama yeye mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Sijapata namba zake au kuongea naye. mm -hmm. Lakini kuna namna ukipata fursa ya kukutana naye unaweza kumwambia vete, na tamani niimbe na wewe, aidha nijue kuimba kama wewe. Mhm. Chagua moja hapo kati yao. Naweza mwambie. Unamwambiaje sasa? naye kwa gharama. Na, labda pengine unaona ukiimba naye anakamilisha ana, ana, ana, ana ndoto zako zako, ndio kwa nini sa unamwamini sana, anajua kuimba sana kwa nyimbo zake zote. Unayo hapo? mm. Tusikie kwanza, maana jina geni hilo kwenye gospel zetu. Safi shaipata. Labda tungetamani siku moja utakutana naye, umwambie hilo swala lako, utakusaidia kwa hilo msemaji. mm, mm. kuna... kutazama pale, unaweza ukawambia kitu gani aidha, unaweza ukawahamasisha nini kuhusiana na wewe, kuhusiana nami, wanisaidie mm. tu kusambaza yani, wimbo na ku subscribe na ku comment na ku share vyote. Mshauri ndio ndio na. Jeany Kashindi. Ni bana Jeany Kashindi kesho, bana na kibao chake kizito kinaitwa niinue. Mm -hmm. Kwa hiyo anategemea kesho jamani, kinapandishwa make sure kwamba umsaidie ku support kusambaza kazi yake ili aje kuwa kama avete. Au nadanganya? Mm -hmm. <laughs> Eh, emsalamu basi kwa avete. Oh, na msalimu tu. Katika jina la Yesu. Eh, bana, mimi sema asante sana kwako wewe ambaye tulikuwa hapa katika hili swala na tulikuwa na mtumishi wetu Jeni. Kama nilivyokuambia make sure umesubscribe channel yake, na umelike, umeshare, umecomment. Bana, nyimbo ni nyingi sana. Eh, hiyo hapo ndo ya kwanza, zipo za kutosha, kwa hiyo tutakuwa wote katika hilo. Eh, bana, mimi sema tu asante sana kwako wewe ambaye umesha subscribe channel yangu ya Masters, pia shukrani sana kwako wewe ambaye umefuatilia exclusive interview hii Asante sana kwako. Naitwa Alex ari ishirini na sita kitengo baba, nyuma ya kamera. Niko na kabaisa mtu mbadi uza Isaac, huyo sasa.